Hmm, arubaini ndizo dakika hapo, mwendo wa saa kumi na mbili za asubuhi majira yakiwa ni ya Afrika Mashariki. Good morning, good morning, good morning. I hope you're doing well. Uko mzima na mzima kama kigogo bweri wa afya, mambo yako mazuri, Mungu bado anazidi kukusaidia na nazi kulinda. Hakuna wakulinganishwa na yeye kwa kuwa anafanya alio makuu katika maisha yako jamani, kwa hivyo hata mimi siwezi kufanya vile anavyofanya. E, yule mchumba wako zikufanya vile Mungu anafanya, watoto wako kufanyia vile Mungu anavyofanya, kwamba yeye anatosha na anaweza anaweza. Kumbuka anasema kwamba baba na mama waweza kuniacha baba na mama waweza kuniacha lakini Yesu wawezi kuniacha. Hebu tuone yanayotendeka. Bila shaka, tuangalie tuangalie katika kipindi ambacho IPRA mamlaka mm -hmm udhibiti wa kawi hapa nchini Kenya wenatangaza bei ya mafuta. Kwa hivyo hapa watu wa wepo hulu, ningependa sana aweze kutega sikio, aweze kusikiliza, je, yeah, bei ya petroli imepanda ama imeshuka ama iko pale wastani tu vile vile. E, kwa hivyo hapo jana April iliweza kutangaza bei mpya za petroli na hazijaguzwa vile. Kwa hivyo zitasalia kama ilivyokuwa hapo awali. E, sasa super petrol basi takuwe inauzwa pale kwa shilingi mia moja sabini na nne nukta saba tatu senti ya hiyo ni petroli bado ijagonga 200 kwa 174, alafu kuna mafuta ya diseli ambayo tutakuwa nauzwa kwa shilingi 164.86, kisha yale ya taa yatakuwa nauzwa kwa 148.99 mtawalia. So hizi bei zote zitaendelea kutumika kuanzia leo hii, ikiwa ni Mei 15 uh, kufikia Juni 14, mwaka wa 2023. Kwa hivyo Ibra iliweza kuhusisha uh, kushuka na kupungua kwa wastani wa gharama ya hatua ya bidhaa za mafuta zinazoagizwa kutoka nje. Ndio maana basi bei hiyo ikasalia kwa vile, na tukaona je, mambo yanakuwa hivyo kwa njia ambayo iko na mnazati. Kwa hivyo mtu wawepo hulu, bas hapo hali iko sawa tena, zaidi ya watu akina esa wausi, sasa hivi hiyo bei ambayo ilikuwa ya previous ndio ile hawajiongeza shilingi moja juu ama hajapunguza, imesalia hivyo hivyo, yani ni kama draw ni kama draw hawajapigwa hawajapigana ni imebaki awajapigana. Kwa hivyo hapo, mtu wa gari e, mtu wa pikipiki mtu wa korobui piki, mtu wa dizeli wa generator 174.73, hiyo ni bei ya petroli. 164.86, hiyo ni bei ya dizeli. Alafu 148.99 yakiwa basi ndio mafuta ya taa pale ama mafuta Tata. Ya, ushaelewa. Hai. Kando na hayo kuna huyu aliyekuwa waziri wa kilimo Mithika Linturi na alikuwa pale katika chama cha UDA. Hapo jana alitaja kujiuzulu kwake kutoka kwa chama hicho. Maana anasema kwamba yeye amesikitishwa sana kwa, kwa, kwa chama cha UDA kushindwa kufanya nini? E, kushikilia kanuni na maadili yake. Kwa hivyo akasema kwamba mimi najiondoa, Mithika Linturi najitoa. E, kwa hivyo ni barua ambayo aliandika na ilikuwa na maneno mazito e, ambayo yaliendea katibu mkuu wa chama cha UDA na pia kanakiliwa kwa mwenyekiti mwenyekiti wa chama hicho e, vile vile na kwa wa vyama vya kisiasa humu nchini e, na pia kwa vyombo mbalimbali vya habari ambapo aliweza kutangaza kwamba kuondoka kwake e, ni kwa sababu ya shutuma alizozitoa e, kwa ajili ya chama husika cha UDM. Anasema kwamba kiliacha msingi wake wa kiitikadi na kupoteza mamlaka kuongoza. Kwa hivyo akakuwa anasema kwamba uh, UDA ilienda mbali na dhamira yake. Anasema kwamba imeshindwa kuheshimu mamlaka yake na kuzingatia maadili iliyokuwa ikiyanakili ama ile ambayo ilikuwa imeyaangazia wakati wa manifesto. Kwa hivyo Mithika Linturi out juzi, Deputy President X Rigathi Gachagua tumemwona akitoka nje ya chama cha UDA, na leo hii tukimwangazia pia X Deputy President, ni habari ambazo zinasambaasambaa kwamba leo hii atakuwa anazindua chama chake kipya huyo Rigathi Gachagua atakuwa nazindua chama chake kipya this beautiful day, kwamba leo hii kumi na tano tarehe hii mwezi wa Mei mwaka huu wa 2025. Alafu kuna kitu kingine, mshukiwa mmoja pia ameweza kukamatwa, na huyu ni yule aliyekuwa msafirishaji wa wauaji, na hapa ndio nataka kwamba pia watu wawepo hulu, tuwe makini sana. Kuna kazi zingine watu watakuja kutuitia, kazi zingine awambia twende tu ni bebe eh? Alafu nitakupea 50k. Labda unajua huyu mtu anaenda kufanya kitu fulani, lakini kwa sababu anataka tamaa pesa za haraka inakuwa ni hivyo. Kwa hivyo huyu mshukiwa inasemekana kwamba alipewa shilingi elfu hamsini kusafirisha jamaa aliyepiga risasi Mheshimiwa Charles Ongondo Were aliyezikwa wiki jana mbunge wa Kasipol. Okay? Kwa hivyo yeye alikuwa tu msafirishaji jamaa wa boda. Unaona? Kwa hivyo pia yeye ameweza kukamatwa. So wale wauaji wanazidi kukamatwa tu mmoja baada ya mwingine. ya mwingine. DCI inafanya kazi kuli kweli. Jamaa anaitwa Amos. Amos. Jamaa anaitwa jina la Biblia lakini sasa tabia ndio mbaya. Shaelewa. Sasa unaona, sasa zingine unaweza itiwa kazi na hiyo kazi ikupeleke pabaya. Sasa zingine watu wa wepo hulu. Tuwe waangalifu sana. Oh, wepo hulu ni lugha yetu hapa ya kituo. Eh, Team Samaritan Asubuhi. Labda wewe mgeni unashangaa wepo hulu jina la mtu. Ah, unashangaa. Eh, jamani, inakuwaje? Nasema watu wa pikipiki, boda boda, teksi baridi, au ndio wepo hulu. Mm? Ukisema wepo hulu, sisi tunaelewa zaidi. Ya, tunaficha maana yake. Inakuwa ndio hivo. Kwa hivyo unaona huyu kijana ameweza kukamatwa kwa sababu alihusika katika kusafirisha. Alihusika kama draiva ya ama raida yule aliyemwepesha muwaji eh. So hivyo hivyo na wengine wengi watazidi kukamatwa eh, vile ambavyo ni vya haraka havidumu. Sasa hizo hamsini elfu zitamsaidia kweli? Hebu tuangalie tu uhalisia mambo. Ok, nataka pesa za haraka, ndio, lakini sasa atazikula ndio, kaswali tu Hebu atoe jaribu kujiuliza kwa niaba yake, ataziponza ataz, ataz hizo hela ama, uh, itakuwaje? Kwa hivyo saa zingine pia inafaa tuwe makini zaidi. Uh, wakati tunaitiwa kazi fulani, inafaa tuangalia na chunguze, inakuwa namna gani, ama matokeo yake yatasababisha nini?